H ni kwamba mbunge wa Malindi Amina Mnyazi ameunga mkono kauli ya kamanda wa polisi Pwani Ali Nuno kuwa wanachama wa magenge mbalimbali ya uhalifu wakabiliwe vilivyo na maafisa wa polisi. Mbunge huyu amesema kwa muda sasa wakazi wa eneo hilo la Malindi wamehangaishwa na magenge hayo yanayowashambulia mara kwa mara. Mnyazi anasema wanaopinga amri hiyo ni wale wanaolenga kutumia vijana wale vibaya kwa manufaa yao kibinafsi. Sebastian Maria anafunga kazi kutokana na ongezeko la visa vya utovu wa usalama katika kaunti za Pwani. <tose> <tose> Mbunge wa Malindi Amina Mnyazi ameunga mkono agizo la kamanda wa polisi wa mkoa wa Pwani Ali Nuno la kukabiliana na magenge ya wa wahalifu na ambao wamekuwa wakiwahangaisha watu wasio na hatia. Wewe unalalimishwa na nini? Wewe kama unajua mtoto wako wewe si woza na wala hana tabia mbaya ya ukorofi, ukorofi huko mitaani Wanaolalamika ni wale wana ambao wanataka kutumia vijana vibaya, lakini wewe kama mtoto wako yuko vizuri, una wasiwasi gani? Alibaini kuwa waathiriwa wengi bado wanauguza majeraha mazito, huku wengine wakipoteza maisha, akiongeza kuwa wanaopinga hatua wa za polisi ni watu wanaotaka kuwatumia vijana kwa manufaa yao binafsi, na kuwataka wazazi kuchukua jukumu la kuwaelekeza watoto wao vizuri. Ni onyo pia kwenu nyinyi wazazi, kwa sababu mimi sitaki kuja kuliliwa. Wewe kama unajua mtoto wako ni mtovu wa nidhamu na anasumbua huko nje, mkanye mkanye. Maana ni kubaya kama oda imetoka. Mjue mimi kama kiongozi sitaingilia ile kazi, kwa sababu vile vile sikubali wananchi kila siku na wazika kwa sababu ya vijana wa vipanga. Pia mimi mwenyewe pia siwezi nikakubali. Kwa hivyo vijana mujichunge. The shoot to kill order is out there. Na msione kama ni mchezo watu watauliwa kama wewe ni mhalifu, lakini kama wewe si mhalifu hakuna kitu ambacho kitakutokelezea. Bai, saa mbili, saa tatu wewe hakikisha wewe na mtoto wako mko ndani ya nyumba. Mtakuwa saa saba za usiku unazurura unakwenda wapi? Mbunge huyo aliwakosoa wanaharakati wa haki za kibinadamu akiwashutumu kwa kukaa kimya wakati wa kazi walipokuwa wakishambuliwa, lakini wakajitokeza kukosoa polisi baada ya kutolewa kwa onyo hilo na kuwataka kuwacha polisi kufanya kazi yao pale wananchi wanapouliwa, wanapoporwa mali. Kuna mzungu juzi Malindi pale, mchana peupe, saa sita ya mchana, amekatwa mkono. Yes, si wako hapa mapolisi? Kuna visanga vingi ambavyo vinaendelea So sisi tutaendelea kunyamaza mpaka lini? Tutaendelea kunyamaza mpaka lini? Wacha polisi wafanye kazi yao that is my stand. Kwamba polisi wacha wafanye nini kazi yao. Hata juzi, two weeks ago in Malindi, kuna mzee mmoja wa kijiji alijitokezea yeye kama eh, shahidi kwenda kuzungumza pale station kuhusu vijana wa vipanga Sijui ilikuwaje kuwaje, wale vijana ambao walikuwa ni wako nje ambao ni marafiki zao wakajua na wakaenda wakamuua yule mzee. Two weeks ago, sijui three weeks ago. Activist walikuwa wako wapi yule mzee akiuawa na vijana wa vipanga hakuwe, hakuweza kuzungumza masuala kama haya? Kama ni activist, msisingizie kazi ya mapolisi peke yake. Kama ni ya maana kuliko kila kitu, usalama ikiwa mbele, kila kitu inaenda sambamba. Sebastian Maria, Undugu TV.